Kenya ni nchi yenye baraka tele. Ndoto yetu ni kuiona ikistawi kwa haki, amani na maendeleo. Katika kipindi hiki cha Kwaresima, tunatafakari jinsi gani tunaweza kuijenga Kenya tunayoitamani: Kenya yenye mshikamano wa familia, uadilifu katika uongozi, vijana wenye mwelekeo, elimu inayojenga utu na mazingira yanayotunzwa kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Shairi hili linatufundisha kuwa mstakabali wa taifa letu uko mikononi mwetu. Tukidumisha umoja, kukataa ufisadi, kuwajibika, kuwawezesha vijana na kuheshimu mazingira, basi tutaijenga Kenya iliyojaa matumaini, haki na maendeleo kwa wote. Karibu katika tafakari hii ya pamoja kupitia mishororo ya shairi. Tukielekea kwenye Kenya bora, Kenya tunayoitamani. Na karibu katika shairi langu lenye mada, Kenya tunayoitamani. Na mkarara wa shairi langu linakwenda hivi. Na tukitimiza haya ni Kenya tunatamani. Na tukitimiza haya, ni Kenya tunatamani. Familia kweli nguzo, na taa kishikamana amani mazungumzo ndo jamii kupatana upendo na bora wazo chuki hatapatikana na tukitimiza haya ni Kenya tunatamani na tukitimiza haya! Ni Kenya tunatamani. Fisadi sumu jamani, taifa itazamia. Kuwajibika kazini, twapaswa kushikilia. Mali zetu tulindeni, za uma kufaidia. Na tukitimiza haya, ni Kenya tunatamani. Na tukitimiza haya, ni Kenya tunatamani. Na tukitimiza haya, Tusisahau vijana, ndio taifa la kesho. Talanta juhudi pana, wanuliwe hadi kesho. Wajenge ndoto ya jana, ya leo hata ya kesho. Na tukitimiza haya ni Kenya tunatamani. Na tukitimiza haya! Ni Kenya tunatamani kupanga bali maadili mema. Hekima takuwa kuwa mwanga, jamii tavuna mema. Na tukitimiza haya! ni Kenya tunatamani. Na tukitimiza haya, ni Kenya tunatamani. Makao hazina yetu, tutunze vyema jamani, misitu na mito yetu, milima nazo ziwani waishi vizazi vyetu, mazingira tuthamini. Na tukitimiza haya! Ni Kenya tunatamani. Na tukitimiza haya! Ni Kenya tunatamani. Tafakari Kwaresima, Kenya tunayotamani. Tujenge na kusimama, kwa upendo na amani. Wakenya wapate mema, anavyopenda Manani Wakenya wapate mema na vyopenda Manani. Na tukitimiza haya ni Kenya tunatamani tamani. Na tukitimiza haya ni Kenya tunatamani na tukitimiza haya ni Kenya tunatamani, na tukitimiza haya ni Kenya tunatamani, na tukitimiza haya ni Kenya tunatamani. Na tukitimiza haya! Ni Kenya tunatamani. Shukrani.